Wama asabakum min musibati fabima kasabat aidikum, yale matatizo yanayokutokeeni, hii misiba mnaoitengeneza hii inayotokea Msiba sio kufa tu, mambo mambo, shida shida tunazozipata hizi. Anasema Allah fabima kasabat aidikum, hivi vitu mumevitengeneza nyinyi wenyewe kwa mikono yenu. Haya matatizo mnayoyaona haya ni kutokana na yale mliyoyatengeneza kwa dhambi zenu, kwa kuto kumsikiliza Allah maagizo. Tena hayo ni kidogo. Allah anasema wayafu an kathir, amesamehe mengi, amefumbia maji. Ingekuwa kutokana na makosa makosa yetu mambo mengi yangetukwaza lakini mengine, Allah anaachilia mbali . Tuziangalie ndoa zetu mapengo mapengo yake, hivi hakuna mambo ambayo mtu anaweza akasema ah, basi kwa ajili ya Allah? Basi kwa mfano, huwa baadhi ya wakati tunaletewa mashtaka, mtu analalamika, anasema kweli tunajua kama mwanamume ndiye mwenye majukumu ya huduma za nyumbani, lakini kwa mfano, akiwa mke wangu ni mfanya kazi na hela anazo hivi kweli, vitu fulani akiwa amevifanya kwa mtoto wetu, kwa mfano au watoto wetu, ndio kweli anidai kwa mfano, mpo Eh, ndio anidai ni, ni haki kweli kufanya hivi? Basi mi kwa kujibu swali kama hilo, wanamwambia kabla sija kujibu, ni haki yake kukudai au si haki yake kukudai? Je, ni wajibu wako kulipa au si wajibu wako? Kwanza nataka ndoa uiweke pazuri. Ni hivi, namwambia, msamehe mke wako kwa mapungufu yake. Kwa mfano, ni wajibu wako, sasa nakufahamisha, ni wajibu wako kweli, wewe kulipa na ni wajibu wake, na akitaka kudai yeye, ni haki yake ya kweli kukudai, lakini we msamehe yale mapungufu ya ye kukudai, anatulia mtu. Namwambia, sikiliza, nikufahamishe vizuri, hata angenunua kikatio cha kucha, si atakata kucha zake na pesa si anazo? Kama akitaka kukudai anayo haki ya kukudai kweli, kwa sababu ni wajibu wako wa kumnunulia. Lakini je, naye mpaka akadai hela ya kikatio cha kucha, huoni kama ana mapungufu? Au sio mapungufu? ni mapungufu, sio mapungufu? He, unadai kikatio cha kucha, unamdai mumeo pesa kwa kikatio cha kucha ulichonunua? He, ni wajibu wako kumnunulia kwa kikatio cha kucha, ni wajibu wangu kweli kununulia, lakini nawe huna hisia.